Ta, mtazamaji maelfu ya wakazi kutoka kaunti ya Kirinyaga wamenufaika na mpango wa uwezeshaji wa jamii kutoka serikali ya kaunti hiyo. Mpango huo wa uwezeshaji uliwalenga vijana, wanawake na wale walio katika mazingira hatari kutoka wodi 15 walipokea vifaa mbalimbali ambavyo vitasaidia pakubwa kuboresha maisha yao. Hafla hiyo iliyolenga kuwapa maji safi, kuinua vipaji vya vijana na kuimarisha vikundi vya kusaidia iliongozwa na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ambaye alidokeza kwamba fedha za mpango huo zimetengwa kwa kila wodi. Hizi zote ambazo tunapeana leo ni za kuchangia maendeleo ya Kirinyaga. Na sana sana kwa sababu nimesikia watu wengine ni kama wameanza kuamsha siasa. Mimi ninasema kila wakati, nilisema mwaka ambao uliopita na nitasema tena. Bado tuko mhula wa kazi si ndiyo tuko muhula wa kaa tumebakisha mwaka moja tu kwa hivyo tunaambia watu wasubiri kwa sababu hata waswahili wanasema subira huvuta na before tuanze mambo ya sports e, ilikuwa vijana kama wako kwa grao unapata huku mtaani mara kuku zimepotea mara dudhi zimeibiwa, yani watu wanakuwa na shida. But since ulitupeleka hiyo design ya kwenda kwa graho, unapata vijana wametulia, wana, wana, wana, wana grow talent.